Sisa, sala sisasara nanye wapenzi mnaotuangalia kwa muda huu nele. Amina sisagata, leo ni siku ya Jumapili na leo ni siku ya kumi na mbili ya, ya mwezi wa Rozari, tunapoendelea kutafakari na Mama Bikira Maria, na mwezi huu ikiwa ni tafakari kubwa ya Mama Bikira Maria kwa namna ya pekee. Leo siku ya Jumapili, siku ya kumi na mbili ya mwezi Oktoba, mwezi wa Mama Bikira Maria tunatafakari matendo ya utukufu, ambapo tunatafakari tendo la kwanza, Yesu anafufuka. Tumombe Mungu atujalie kugeuka watakatifu. Na tendo la pili, Yesu anapaa mbinguni. Tumombe Mungu atujalie neema ya kwenda mbinguni. Na tendo la tatu, Roho Mtakatifu anawashukia mitume. Tumwombe Mungu atujalie bidii katika dini yetu. Na tendo la nne, Bikira Maria anapalizwa mbinguni, tumwombe Mungu atujalie kifo chema. Na tendo la tano, Bikira Maria anawekwa kuwa malkia mbinguni, tumwombe Mungu atujalie kudumu katika njia njema. Asante sana Sista Sara.